Kuna mambo saba kwenye maisha ambayo hakuna binadamu anayeweza kuyadhibiti, kuyapanga au kuyajua kikamilifu. Hata wale wenye akili kubwa, pesa nyingi au uzoefu mpana. Mambo ambayo yanaamua hatima yako kimya kimya, yanashawishi mafanikio yako na wakati mwingine yanaweza kukuvunja bila onyo lolote. Leo nitakufungua macho kwenye mambo saba ambayo hakuna mtu anayeweza kuyajua kila wakati, lakini ukiyafahamu mapema utakuwa mbele ya asilimia 99 ya watu. Nitakwambia jambo la mwisho, namba saba, ambalo watu milioni duniani wanajaribu kulitabiri kila siku, lakini duniani hakuna mtu aliyewahi kulipata kwa usahihi. Hilo ndilo linaamua jinsi unavyoishi, unavyofikiri na namna unavyoweza kufanikiwa. Subscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya kama unapenda content zinazokujenga. Like kwa sababu video kama hizi zinahitaji kutumiwa na watu wengi zaidi. Comment ni mambo gani yamewahi kukushangaza kwenye maisha. Tuanzie hapo. Sasa hebu tuingie kwenye ukweli ambao wengi hawakuambiwi. Namba moja, watu wanafikiria nini kwa dhati kuhusu wewe? Watu wanavaa tabasamu, wanaficha mawazo na mara nyingi wanakupa sura ambayo siyo ya kweli. Unaweza kuelewa tabia zao, lakini kamwe huwezi kujua moyo wao. Wengine wanakuchekea kwa sababu wanahitaji kitu kutoka kwako, wengine wanakunyamazia kwa sababu wanaona unazidi kuwashinda, wengine wanakuangalia kama mshindani, lakini wanakutania kama rafiki Ukweli, kile kilichokichwani mwa mtu hawezi kukisema kikamilifu, na wewe huwezi kukielewa kwa asilimia mia moja. Watu ni fumbo. Akili ya mwanadamu ni heka heka isiyotabirika. Usiishi kutafuta kuthibitishwa na wengine, ishi kwa misimamo yako. Namba mbili: kujua nini kinaendelea nyuma ya pazia ya maisha ya watu. Unaweza kumwona mtu ana maisha mazuri, picha nzuri, furaha kwenye mitandao na mafanikio ambayo wanaonyesha. Lakini hujui gharama waliolipa. Hujui maumivu waliopitia. Hujui mapambano yao ya usiku wa manane. Kitu watu hawajui, hakuna maisha yaliyo kamili. Kila mtu ana vita isionekana. Usijilinganishe na mtu aliye post sekunde 15 za maisha yake bora, utajiumiza bila sababu. Namba tatu: mtazamo wa watu juu yako ukibadilika kila siku. Mitazamo ya watu ni kama hali ya hewa, inaweza kubadilika bila taarifa. Leo wanaona una potential, kesho wanaona huna thamani, kesho kutwa wanakutaka wiki ijayo hawakuoni. Watu wanabadilishwa na hisia, mazingira, mazungumzo, mafanikio yako au shida zao. Usiweke nguvu zako kwenye jinsi watu wanavyokutazama, weka nguvu kwenye jinsi unavyojitazama wewe. Namba nne, jinsi mambo yangeenda kama ungefanya uamuzi mwingine. Mara nyingi tunafikiria kama ningechukua nafasi ile, kama nisingeacha kazi, kama ningeendelea. Lakini ukweli ni kwamba huwezi kujua timeline yoyote ambayo haikutokea. Huwezi kujua ungekuwa wapi, ungeshindwa kiasi gani, au ungepata nini. Acha kuishi kwenye what if. Fanya maamuzi mazuri leo na acha yaliyopita yapite. Namba tano. Dakika gani maisha yatabadilika ghafla? Maisha yanaweza kugeuka ndani ya sekunde: kupata kazi, kufukuzwa, kupata mkataba, kufeli fursa, kukutana na mtu muhimu, au kupoteza mtu muhimu. Mabadiliko makubwa yanatokea bila kusema, bila onyo. Kila siku ni nafasi, usilale kwenye comfort zone ukifikiri kesho ipo guarantee. Hakuna aliye na uhakika. Namba sita: kiwango cha uvumilivu wako mpaka ukipimwa. Watu hujiambia kwa wanakuwa wana uvumilivu wana uwezo wa kustahimili, lakini mpaka maisha ya kupiga na kukupa changamoto ndipo unapogundua uwezo wa ndani ambao hukuwahi kuutumia. Uvumilivu haupimwi kwenye maneno, uvumilivu hupimwa kwenye moto. Ukiona mambo ni magumu sasa, usikate tamaa, ina maana unakuwa unapanuka, unajijenga. Namba saba: mustakabali wako kwa usahihi. Watu milioni duniani wanajaribu kulitabiri kila siku, hilo ndilo linaamua jinsi unavyoishi, unavyofikiri na namna unavyoweza kufanikiwa. Unaweza kupanga, unaweza kutabiri unaweza kuelekea, unaweza kujiandaa, lakini maisha yana miaja yake, wakati wake, milango yake, na miujiza yake. Huwezi kujua mustakabali wako kwa asilimia mia moja. Kitu pekee ulicho nacho ni mwelekeo, sio ramani. Fanya kazi kila siku, jenga tabia, tumia nidhamu, ondoa visingizo. Hayo ndio mambo pekee yatakayosukuma mustakabali wako upande sahihi. Kama umesikiza hadi hapa, basi wewe ni mtu anayepambana kujijenga. Sasa hivi unajua mambo saba ambayo hakuna mtu anayeweza kuyajua kila wakati, lakini unaweza kuyaongoza kwa busara. Like video hii kama imekuongezea fikra mpya. Subscribe kwa sababu safari yetu ya maarifa ndio kanzo inaanza. Comment ni mambo gani kati ya haya masaba yamekugusa zaidi? Share video hii kwa mtu ambaye anatakiwa kuisikia. Kumbuka, kuna mambo hatuwezi kuyajua, lakini kuna mengi tunayoweza kuyafanyia kazi. Tukutane kwenye video ina.